Naitwa Kenani Laban Kihongosi, ni mkuu wa mkoa wa Simiyu. Leo hii nimewaita waandishi wa habari kwanza kuwapa taarifa na kuwajulisha, tutakuwa na ugeni mkubwa katika mkoa wetu wa Simiyu, ugeni wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atafanya ziara katika mkoa wetu wa Simiyu, ziara ya kiserikali kwa ajili ya kuja kukagua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ambayo aliiletea fedha katika kipindi cha miaka minne. Mheshimiwa Rais atakwenda kuzindua miradi ya afya. Mheshimiwa Rais atakwenda kuzindua miradi ya elimu. Mheshimiwa Rais atakwenda kuzindua miradi ya kiuchumi ikiwemo majengo ya TRA, lakini viwanda ndani ya mkoa wetu wa Simiyu. Hivyo katika miradi ambayo Mheshimiwa Rais ataitembelea kuwekea mawe ya msingi pamoja na kuizindua ina gharimu zaidi ya bilioni mia tano na ishirini na mbili za Kitanzania. Hivyo nitumie fursa hii kuwaalika wananchi wa Simiu pamoja na wilaya zote, twendeni tukamsikilize kiongozi wetu mkuu wa nchi, twendeni tukamlaki Mheshimiwa Rais wetu, twendeni tukamsikilize nini Rais wetu na Amiri Jeshi Mkuu anataka kutueleza wanaSimiu, kwa sababu kazi aliyoifanya, pesa alizozileta, miradi ya maendeleo yaliyotekelezwa kwetu sisi wanaSimiu ni fahari kubwa na tuna wajibu wa kumuunga mkono, tuna wajibu wa kumwombea, tuna wajibu wa kumtia moyo, na tunasema kwamba Simiyu kazi inaendelea chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibuni sana wana Simiyu, karibuni sana wana Nzengo kuweza kumpokea mheshimiwa rais kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, ndani ya ardhi ya mkoa wetu wa Simiyu karibuni sana.